Assalamu alaikum, tukiwa katika muendelezo wa kipindi chetu cha lugha ya alama na leo tutaendelea na mada yetu ya alfabeti. Na katika muendelezo wa kipindi chetu leo tutaendelea na mada ya alfabeti. Alfabeti kwa lugha ya alama. Tukianza na neno alfabeti. Alfabeti, unachukua mkono wako unaotumia wa kulia unaanza kwa, unaanza na alfabeti, unachezesha vidole vyako. Katika alfabeti za lugha ya alama lazima mkono wako umwelekezee yule unayemwandikia kitu chochote. Unasema alfabeti, alfabeti, hautochezesha kupeleka huku wala huku, mkono wako utasimama hapa na kuandika hii. Ndio inaitwa alfabeti. Alfabeti, alfabeti. Tukiendelea na alfabeti A, utachukua mkono wako utaandika alfabeti A, utakunja vidole vyako kama hivi na kufanyamie. Alfabeti a, alfabeti a, alfabeti a, a. Tukiendelea na alfabeti b utachukua mkono wako, utainua vidole vyako vinne juu na kimoja utakifunga, itakuwa ni alfabeti B. Itakuwa ni alfabeti B. Kiendelea na alfabeti C, utachukua mkono wako na utauweka namna hii, itakuwa ni alfabeti C. Hivi vidole vyako utavibana, hutovitanua hivi. Hii ndio itakuwa ni alfabeti C. C. Kwa mwonekano wa hapa imekuja ni C. C hii itakuwa ni alphabet C. Ukiendelea na alphabet D utakunja vidole vyako vitatu pamoja na chagumba na kimoja cha shahada utakinyoshea juu itakuwa ni alphabet D. Alphabet D. alphabet D Tukiendelea na alfabet E. Alfabet E utavikunja vidole vyako namna hii. Alfabet E vidole vyako vinne utavikunja kwa kurudi chini hivi itakuwa ni alfabet E. Itakuwa ni alfabet E. Tunaendelea na alfabet F. Alfabeti F utakunja vidole vyako vitatu utavinua juu na hivi vingine viwili utavikunja. Hii itakuwa ni alfabeti F. Alfabeti F. Huto vitanua utavibana. Hii itakuwa ni alfabeti F. Tukiendelea na alfabeti G, kidole chako cha shahada utakielekeza kwa upande wako wako wa kulia. Hii itakuwa ni alfabeti G. Alfabeti G. Vilobakia vingine utavikunja namna hii, kama ni ile alfabeti D unaielekeza juu, lakini alfabeti G kidole utakilaza. Alfabeti G. H, tukija na alfabeti h Tunanyoosha mkono wako, unachukua vidole vyako viwili unavilaza. Ikiwa j tumetoka ni kimoja, unakilaza h, unaingiza na kidole cha pili, unakilazia upande wako wa kulia, itakuwa ni alphabet h alphabet h. Utakuja na alphabet i Alfabeti i ni kidole chako cha mwisho cha mkono, utakisimamisha. Hii ni itakuwa ni alfabeti i, hii itakuwa ni alfabeti i. Tukiendelea na alfabeti j, hii utachukua kidole chako hichi cha mwisho. I tulisimamisha, lakini j tutaichora. J alfabeti j, alfabeti j, j. Tukiendelea na alfabeti k Utachukua vidole vyako viwili utaviweka na hichi cha gumba utakiweka hapa kati, itakuwa ni alfabet K. Alfabet K. Alfabet K. utakuja na Alphabet L, Alphabet L, utachukua kidole chako cha shahada pamoja na cha gumba utakiweka namna hii ambavyo tunaipata Alphabet L. L. Alphabet L. Alphabet L. Alphabet L. Tutakuja na Alphabet M. Alphabet M, tutakuwa unachukua vidole vyako hivi vitatu, unanyosha mkono wako, unachukua vidole vyako hivi vitatu unavikunja namna hii, kidole chako cha gumba kikae kwa hapa kwenye hichi kidole chako kidogo, kisije kikatokeza hivi, hichi kikae hivi, hii itakuwa ni Alphabet M, itakuwa ni Alphabet M. Alfabeti N, alfabeti N, unachukua vidole vyako viwili ambapo tumeondoka katika alfabeti M, tumeondoka na vidole vitatu, lakini N tutaenda na vidole vyako viwili. Itakuwa ni alfabeti N. Unaandika kama vile tulivyoandika M, vidole vyako cha gumba vitakuwa katika vidole vyako hivi huku viwili. Hii itakuwa alfabeti N. Tukiendelea na alfabeti o. Alfabeti o utachukua mkono wako na kukunja hivi, itakuwa ni o, itakuwa ni alfabeti o, kwa maana ya kwamba hapa patakuja duara na kujaandika o yenyewe, hii itakuwa ni alfabeti o. Tukija na alfabet p alfabet p, utachukua mkono wako, utaukunja vidole vyako hivi vitatu, utaweka d. Baadaye hii d utainamisha chini, itakuwa ni alfabet p alfabet p. Hichi kidole chako kiwe unamnyoshea yule mtu, ndio itakuwa alfabet p, alfabet p. Tukiendelea na alfabeti Q, alfabeti Q unachukua vidole vyako cha shahada pamoja na chagumba unavielekeza chini, hapa tunapata alfabeti Q. Tukiendelea na alfabeti ra, unakuja vidole vyako viwili hichi cha kati pamoja na cha shahada unaviweka hivi kwa kupandanishia juu inakuwa ni alphabet R, alphabet R. Tukiendelea na alphabet S, unakunja mkono wako na hichi kidole cha gumba kinakuweko juu, inakuwa alphabet S, alphabet S. Tukiendelea na alphabet T, unachukua kidole chako cha shahada pamoja na cha gumba unakiweka hivi, inakuwa ni alphabet T ambapo kidole cha shahada kimepitia hivi na hichi cha gumba kimekaa hivi inakuwa ni alfabeti T. Alfabeti T. Tukiendelea na alfabeti U, unachukua vidole vyako viwili ambavyo cha kati pamoja na cha shahada vilobakia unavikunja inakuwa ni alfabeti U. Kuto ichanua utaifunga hivi kuvigandanisha vidole vyako itakuwa ni alfabeti U. Tukiendelea na alfabeti V. Alfabeti V, unachukua vidole chako cha kati pamoja na cha shahada ambavyo hivi unaviachia inakuwa V ambavyo inakuwa namna hii V imechoreka. V yenyewe huto vibananisha, utavifungua itakuwa ni alphabet V. Tukiendelea na alphabet W. W unachukua vidole vyako vitatu cha shahada, cha kati pamoja na kile chingine kabla ya kidogo, kinakuwa kama hivi W imejichora W. Tukiendelea na alphabet X. Alphabet X tunachukua kidole chako na kuweka hivi, ambapo wengi tunasema ni kama roho mbaya. Kwa hiyo inakuwa ni alphabet X. Alphabet X, tunakuja na alphabet Y. Alphabet Y unachukua kidole chako cha gumba pamoja na cha mwisho unaweka namna hii, vyengine vitatu unavifunga kwa kati, inakuwa y inakuwa alphabet huwayi tukija na alfabeti ya mwisho alphabet zedi unachukua kidole chako cha shahada na kuichora kuanzia alphabet inavyochowa z z hii inakuwa ni alphabet z na mpaka hapo itakuwa ni mwisho wa kipindi chetu cha leo asanteni sana karibuni kuendelea katika vipindi vingine msisahau subscribe